Nimemsikia Mheshimiwa Rais anazungumza kuhusu nywanywanywa ni nywinywinywi, nikasema mtu mmoja anamsaidia rais, labda wale wazee wale washauri, Bulembo, Omari hadi Heri pamoja na Ruwavi wawe wanakaa na raisi kwa unyenyekevu wamsaidie raisi. Ni baba yetu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 nimeona mara kadhaa unajua mara kadhaa rais amewee kujitambulisha niliyesimama hapa ndio rais inawezekana wasaidizi hawakumwambia yule Brigadier General shauri nafikia anaitwa hivi pale nyuma yake kiingereza anaitwa ADC AD camp kiswahili wanamsema mpambe yule sio mlinzi wa rais yule ana kazi moja kubwa kumtambulisha rais wetu, na mkuu wa nchi, na amiri jeshi mkuu, kwa sababu hapa Tanzania, hakuna mtu mwingine awaye yote, ambaye anaposimama nyuma yake kuna Brigadier General amevalia uniform ya jeshi nyuma yake, isipokuwa amiri jeshi mkuu. Hata asipojitambulisha, ukimwona Brigadier General kasimama nyuma ya mtu anazungumza na nini au anatembea huyo ni mkuu wa nchi amiri jeshi mkuu na rais wetu, nitakamfahamu hiyo ko. Si vizuri, Mama Samia, unapoenda kwanza kujitambulisha tena, inaonekana unatufokea na hatuja kukosea, unatutisha na wewe mtishi, kwa sababu anayetisha ni Mungu peke yake. unasema hakuna atakayevuruga uchaguzi. Ni kweli, hata sisi hatutaki mtu avuruge uchaguzi. Unachotakiwa kujua kwa nini watu wana malalamiko, hilo ndio unatakiwa kujua. Sioni ukifanyia kazi malalamiko na kuona ukipuuza malalamiko ya watu, na hapa nataka kusema kitu kimoja, na nimewahi kusema, CCM itaharibikiwa siku ikianza kupuuza wananchi. Haya maneno niliyasema mwendo mrefu wa miaka mitano sita iliyopita, CCM itaharibikiwa ikianza kupuuza wananchi. Na nataka nikwambie, eh e, Mheshimiwa Rais Samia, CCM ikifanyaga vizuri hainaga mpinzani. Ikifanya vizuri kabisa hainaga mpinzani, na sapoti yake huwa inatoka kwa watu CCM ikifanya vibaya, CCM ikifanya vibaya huwa inatengeneza upinzani, ndio kina Chadema wanainuka juu, wapinzani wa kweli. Achana na kipindi kile wako na mzee Mbowe, naye kidogo ni mtu wa mtu, naye isijikite huko, lakini mpinzani wa kweli wa chama cha mapinduzi kinapoanza kupuuza watu ni wananchi wenyewe. Ndio maana hata sasa hivi Chadema hawafanyi siasa, kiongozi wao yuko jela. Lakini mama, una unaweza kuwauliza wasaidizi wako wengi tu katika vyombo vyetu, waulize eti hali yako kwa wananchi ikoje. Mi nitakwambia ukweli, koani nazungumza nao hawakukubali na wanahisi unawakosea sana sasa. Wakosa unafanya wewe, hasara inabeba CCM na wahanga ni Tanzania nzima. Nikusihi usirudie tena kuwatisha Watanzania kwa dhamana waliopo unaweza ukafokea wezi, unaweza ukafokea mafisadi, unaweza ukafokea wala rushwa, kitu ambacho hufanyi. Mama Samia hufanyi, na watu wanajiuliza dhamira yako ni nini? Tunarudi pale pale dhamira